Tuwe wawazi sisi, sisi furaha. Mimi ni Simba. Tunaona juzi wenzetu walikuwa wanacheza pale uh, Zanzibar wakiwa hawachezi hapa. Utasikia Yanga kampiga mtu tano, Simba kampiga mtu saba. Wakitoka nje hapa jini katoka mganga oi. Yani wanashinda kwa shida. Kuna siasa mnafanya kwenye mpira, sio sawa. Ligi ya Italy imepoteza heshima yake kwa sababu ya na, hiki ambacho wiki tunakileta Tanzania. Taarifa mwenyekiti, na hiki ambacho tunachokileta taarifa. Mheshimiwa, naomba kwanza kumshukuru mchangiaji kwa mchango mzuri anaochangia, lakini naomba nimpe taarifa. Ili alilolisema ni muhimu sana na ndio sababu timu ya taifa ya Tanzania bara ina muda mrefu sana imeshindwa kuifunga timu ya taifa ya Zanzibar. Mheshimiwa Tale, Tale, unapokea taarifa? Napokea, napokea. Mheshimiwa mwenyekiti, ndio maana nikiwa nawaza dakika saba unazonipa ni ndogo. Mheshimiwa mwenyekiti, tuongee ukweli, hakuna watu wanafanya vizuri na wameikuza na kuiheshimisha ligi yetu kama viongozi wa bodi ya ligi ya sasa. Hakuna watu wameweza kukuza mpira wa nchi hii kama kiongozi wa TFF bradha yangu Karia, ongera sana lakini pia pole kwa kumpoteza mamako. Lakini leo hii fateni sheria, sheria haina huruma. Mtu anakurupuka amevaa tai yake hatuchezi ha? Kiongozi, nyinyi mnajua sheria, simameni sheria, sheria ndiyo itakayotubeba. Kama mnashindwa kufuata sheria, tunakwenda kuua soka ambayo watu wote mdani tunapenda mpira. Baada ya kuyasema haya, mheshimiwa mwenyekiti, nirudi kwenye mchezo wa ngumi. Mimi ninapotokea starehe yetu kubwa ni mchezo wa ngumi. Mimi vijana wangu wa pale kwenye kata ya Kiloka niliwapelekea gloves nini, nikijua ngumi sasa hivi ni biashara. Ametoka muungwana mmoja huko alipotoka amekwenda kuishtaki Azam. Baada yake leo hii ngumi hazichezwi, hakuna ngumi. Ametoka tu kijana mmoja anatokea Tanga anaitwa mafia ameandaa vijana wake wanaenda kimungumungu ili wafike leo hii hakuna mchezo wa ngumi kwenye hili mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa waziri naondoka na, na shilingi yako kama haujaja na utaratibu wa kutuambia sisi vijana wetu wanaocheza ngumi wana, hani, hatima yao iko wapi wewe mheshimiwa rais amekugogea kitengo cha habari una TBC one of the, biggest media kwetu sisi Tanzania, weka nguvu pale basi, au utuambie huyu muungwana ambaye leo hii ameweza kuzuia michezo ya ngumi isicheze. Mimi na mpiganaji wangu bora pale Morogoro, toa kiduku, ana struggle leo hii, Azam amefunga milango. Sasa jiulize, wale vijana wanakwenda wapi? Nataka kuongeza wakabaji mtaani eh? Kwa nini tunashindwa kuwasaidia hawa watu? Na hii ni jukumu la nani kama sio wizara? Mheshimiwa Mwenyekiti, leo nitakuwa kipaumbele kwa kushika shilingi kama mheshimiwa waziri au ndugu yangu Mwanafei ujaja na kauli, lini hatima ya wacheza ngumi nchini tutaiona? Tusimwachie maafya peke yake, hatoweza, tutamuumiza yule. Baada ya kuyasema haya, Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri hapa amezungumza kuhusu mfuko wa sanaa, mfuko wa wasanii, namuona pale mwanangu Barnaba, hongera baba. Mfuko wa sanaa, mfuko huu Mheshimiwa Rais ameleta pesa kwa wasanii hawa, lakini nyinyi mmeibadilisha hii pesa, mmeipeleka benki, inadaiwa benki. Kwa hiyo sisi tukienda kukopa mkopo una sura ya kibenki. Yale maono ya Mheshimiwa Rais sio tena, hayo maono haya ni ya kono. Nyinyi rudisheni maono ya, ya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais anataka wasanii wafaidike, nyinyi mmetoa haizo hela, mmezirudisha benki, wasanii wakaenda kukopa mpaka wana nyumba wana nyumba wale. Mmewapa nyumba tangu lini? hamna msanii mwenye nyumba hapa. Asante Mheshimiwa Taletale, tafadhali. Asante sana mwenyekiti asante, naunga mkono hoja. Asante sana mheshimiwa Hamisi Shaban Taletale, tunakushukuru kwa mchango wako. Mheshimiwa Angelina Adam Malembeka atafuata, mheshimiwa Hadija Hassan Babud, mheshimiwa Joseph Kasheku Musukuma ajiandae.